Huko nini? Kumbe yule mzee yuko huko ndani kwanza. Yeah, kilichonikuta huko, huyo mjinga alichonifanya <laughs> yani kaniita mimi, kumbe kuna kiara chake ashapangana nacho, mimi nafika pale nafanya mambo yangu, lijitu hilo inaingia ndani, wewe nani mwenzangu, eti mimi mpenzi wake mpenzi wake wawapi? mimi ndo mpenzi wake. Kama alikudangania hana mpenzi, mimi ndo mpenzi wake. Yani kaniboa hivi, unajua kaniboa mtu mmoja, kwanza kanaribia malengo yangu hivi, unajua kanaribia malengo yangu. Yani acha tu, ningejua tu bwana ningebaki na huyo mzee uko ndani, alivyokuwa na gugu yule mzee. Mimi naishi kama, atakuelewa atakuelewa. Mimi yuko hivi, yuko hivi, yani mimi hata simuelewi sasa hivi, anashinda aje, niulizie kwanza, hajafoka foka ikuizia tu mdogo aliporudi akamkuta na mtoto a, haya, kuna nini hapa? Amna baba, mko naongea naye tu na namuuliza kusana na mtoto kama mtoto mzoe. Kwa hiyo nafikiri mimi sijasikia, micho naongea na hapa eti. Haya, jana nilikutuma ikawaje? ntafanya leo baba. Haya, nilikuachia pia na kazi nyingine ya bustani na kulisha mifugo, ulifanya? Hapana, kwa nini uliacha mtoto? Naongea na wewe, kwa nini uliacha mtoto huyu? Mtoto ni wa binamu yako ni wa kwako? Wa kwangu, baba. Sasa kulikuwa unaacha mtoto, yaani wewe, yani wewe wewe, mtoto mtoto wewe. Wewe, mtoto wewe ni mtoto unata, unataka unata nikufanya nini? kwa nini, wewe mtoto? Nisamehe, baba wewe huyu huyu huyu kuwa naye makini tabia zake ni mbaya ni mbaya ni mbaya ni mbaya haya hebu angalia kama jana jana nilimwambia fanye kazi hapa nyumbani hakuna kazi aliyofanya nilimtuma aende akachukue mzigo mali hakuna alichokwenda kufanya nimekuja nimeulizia jioni hapa hajarudi umalaya tu sio nataka kuniletea mimba nyingine yaani ukimsikiliza huyu unapotea kabisa wewe binti wote yani nyinyi wewe wewe wewe wewe wewe wewe wewe Kwanzia leo mazoea na huyu yaishe. Huyu ana kazi zake, na huyu sio mfanyakazi wako. Wewe sio ausigali wako wa kumwachia mtoto, utakako kuenda mguu wako. Mtoto wako, unanisikia? <coughs> <coughs>

nilijua tu kwa jinsi inavyoonekana. Je, utakuwa unasoma au danganya kidogo? Lakini ndio mule mule, nafundisha fundisha dada zetu na kwetu, shemtusheni. Hata kama wewe unafundisha tusheni, eh hilo limeisha. Mimi utanikuta tu hapa hapa, sema hiyo? Mm. -hmm. sifa mwanafunzi bora, kuna mambo haya matatu: la kwanza kuona tukio, la pili kupokea tukio, la tatu kufanya hilo tukio mm -hmm. Mimi mwalimu pia nafundisha Sa, sana. Sasa umeona kitabu nilikuwa nakisoma hapa. Shika kitabu. Mi eh, nasoma so, muda wote unajua watu ambao hatushi na elimu duniani ni walimu, kwa sababu muda wote tunasoma. Asante. Kwa hiyo kuna vitu vingi utajifunza, basi nenda kajisomee, siku ingine ukipita utakuta tu hapa kwa sababu so, mi nakaa mtaa hii so, tushieni akufundisha kwa sababu mi nakaa mtaa hii nisome

Ianayoa, karibu marahaba. Karibuni, asante Baba, tulikuwa tunamuulizia Anita, sijui yupo? Sasa wewe. Kwa hiyo, we, kwa hiyo wewe na kijola chako hizo kwa nini unakuja kumchamba mtu sio? Wewe mtu wewe umesali yaani salamu tu unashinda hata kuchimba chini. Ndio adabu ya wapi? Hapo unakuja kwangu mko hivi, mko hivi. Ni malaya wapi ni? Kwa baba koma kwanza. Tumekuja kihesabu na tutulie kama vile sua, <coughs> <goda> esa, si wa kupoteza sisi, si ndio? Baba, afu tukuta kuchukulia baba busa, mtu mwenye busara zake zaki. Kwanza kwanza na hizo ndevu kwanza. Mungu wangu msati nyinyi mnaona Wow. Baba mimi nijue una akili. Kumbe Anita kaiba kabeba ujinga kabisa babaki. Tunajua zile mtoto wapo mbuku alijitambui. Kumbe hmm. Akili <laughs> <laughs> za babaki ambapo alikuwa tumvua heshima. Cheki na ule mkofia kwanza, kama mchuzi kijiko cha mchuzi wa mboga. Shika kwanza mic choga, malizia. <laughs> Uh, baba asante kwa, kwa kunipa hiyo mic. Uh, baba kumbe amnazo eh? Yani mimi nikajua anavyosema kana Anita, wapi baba wangu mwanajeshi, mwanajeshi huyo kwa hiyo. Oh, oh, Ujeje mchezo kwanza ananipa gani? Yaani wewe ulivyo. Wenzako wanajeshi wana magari, wana pikipiki, wana bodaboda huko. Wana maguta. Hata basikeli ya shehi huna baba, vipi? Yaani tumekuja kistaabu umetuchokonoa, Jamani. Katika hebu shika kwanza. Mimi, asante majirani. DJ kwangu mimi. Kwenda kupokezana baba. Hivi wewe baba mtu mzima kisheto kwa kutufundisha stara sisi mwanako ule mzana kushinda. Kwa sababu mwanako ushukuru. Hivi nyinyi jamani, Jina gani anavaa raba mtongani kwa ah! zamani? Au ah! mkuizingatia? Eh? Eti oo, mnamfundisha tabia mbaya bwana, hatuna hata mtoto mmoja kuzingizwa. Huyo <tututu> mwanako tuna tushukuru baba, tunakusaidia kukulelea. Ungekuta ana vitoto hivyo vitatu. Tushukuru sie baba wewe. Yaani tushukuru sana. Yaani bila hivyo. Babu taka maji, babu taka mma, babu sijui nini. Tushukuru <tutu> wewe mzee. Afu tumekuja hapa sio kinyonge, hatuna unyonge huo. Kwanza shukuru watoto tumekusalimia <tutu> <tutu> <tutu> utailipa ishi kama unafahamu. <tutu> Mwambie. Mwenyekiti, malizie maana man, man, naona asante msiku aiko kijiti Mzee ni kumana kwa heshima tena nikuja kwa stara zote. Lakini kumbe jituzima ovyo, jituzima zima ovyo au aswa. Mm. Kama kambale wote mm. Eh? na ndevu basi mm -hmm. No na hata sisi tuna ndevu. Mm. Tukwambia kabisa hizo na kope zako kama mashamba ya mpunga, macho yamekutoka kama mm. Umemeza gorori. Pua imesimama hiyo kama mshuma wa kamsani. Masikio amekaa paa kama kwa mama Juma. Eh? Kwa sasa hivi na hizi zitu zikuwa tunakusii ukaza mtu nakujali sana au mm. Tunakwa heshima sana. Hiyo nini vichako ilikuwa inavyopenda? Tumechanganyikiwa. Na wewe anita tukwambie kumbe ndio ulekaga na msema unasema gani? Mimi anakuogopa mtu mwenyewe, wewe ungekuwa babangu mimi ningekunyoosha. Yani wewe Anita, wewe kama unaona mmeshindwa kumlea sisi tuletee, geto letu linahitaji watu sana ti. Yani wewe tunamlisha na anakuwa ananenepa eti mimi mwanajeshi, mwanajeshi scout sijibu uko, unaona tu kushiriki mazoezi au kuangalia tu ndo kaifanyia mwanajeshi? Kwa wanajeshi gani umekondeana hivyo kama mbwa mafika eh ya kijani wewe baba wewe, ambao ulikupa kwa mshahara gani? Hata kujenga tu nyumba yako kama kushinda yule anyasa, jibu ulifu mali mbabu yako. Yaani wewe ndio ndiko nafikiri una akili na una hekima, kumbe wewe na wote wote wote ni waovu. Ah, wewe mbona hekima, tukiacha na kibeti za karimu. Ai, wewe. Akija siku nyingine asiseme baba wangu mimi mwanajeshi, mwanajeshi huo kwa hiyo.

demu ani weki demu jao. Sasa zile fujo zote uleta za nini pale? Sasa hata ungekuwa wewe ungefanya hivyo hivyo. Yani wewe ni wewe yani wewe mwanamke yani siju poje yani. Sasa wewe unaona kabisa mpenzoka, itu, mpenzi wako anaitwa mpenzi, hata ungekuwa wewe ungefanyaje? Wewe kama ni dada dadangu je? Dadangu ndo kuite mpenzi ndo kusogeleke skill. Mbona nyinyi mna wewe mnaitanaga wapenzi huko si nasemaje? Sio kwa staili hiyo. Ni wewe mwanamke yani mwingine siku nyingine ulizaga afu wivu. Sio maendeleo hayo. Nakupenda kupenda, ndio maana nafanya hivyo. Ningekuwa sikupenda na singefanya hivyo. Haya, wewe ungeleta haya? Umeua pale eh, zile fujo. Umemuua mtoto wapi? Naomba tu nisamee hizo, lakini ukweli siasa zangu ndo zizo sababisha mpaka mimi nitafanya hivyo. Nani wewe unazingua, nani wewe unazingua? Yani yani, basi sawa, naomba unisamee mpenzi wangu ile ile ambayo tulirudia tena, alafu kusema na ile issue yako ile uliniambia, nimepambana e, huko nimejitahidi mm. sasa

Mimi ni mtoto hapana. Yaani ametoka tu huko a e kumuita mtu mpenzi ambaye sio mpenzi wake. Dizo, naomba unielewe, ni watu wengi hawapendi mapenzi yetu, tafadhali usiope nafasi. Wewe, achana na mimi, umesikia wewe, wewe, wewe, nitakuja -wewe, kukuua, nitakumwagia tindikali nipate kesi nipatekeini niache, nimekuambia mimi matako ndio ujue mimi nipo serious kitatoka. Wewe.